Usiku umetulia, watu wamelala, lakini mtu mmoja bado yuko macho, anasubiri mgeni wa ajabu. Na mgeni huyo si binadamu wa kawaida, ni adui yako, adui wa kila Muislamu, shetani. Swali ni moja tu, nini shetani alimfundisha Abu Huraira usiku ule hadi leo hii kila Muislamu duniani analitumia kujilinda? Kaa hapa, usitoke. Hii ni simulizi ya Abu Huraira, radhi za Allah zimwendee, mtu maskini aliyekuwa tajiri wa hadithi, aliyejifunza kutoka kwa Mtume, rehma na amani zimwendee, hadi kupitia kukutana na shetani. Ramadhani, chakula cha sadaka kimeletwa, maskini wanasubiri. Mtume sallallahu alayhi wasallama anampa jukumu sahaba mmoja, Abu Huraira. Linda hii amana. Usiku wa kwanza Abu Huraira yuko macho, tumbo linauma kwa njaa, lakini macho yanatazama. Ghafla kivuli, mtu anapenyeza taratibu kwenye sehemu ya chakula. Abu Huraira anamrukia na apa kwa Allah na kupeleka kwa mtume. Mtu huyo anatetemeka, anaomba, tafadhali niachie, nina familia, watoto wanasubiri chakula, mimi ni maskini sana. Hapo msikilizaji, jiulize wewe, ungekuwa Abu Hurairah, ungefanya nini? Kwa huruma anamwambia nenda. Asubuhi anamwambia Mtume rehema na amani zimwendee kilichotokea. Mtume anamtazama kisha anasema, kwa uhakika atarudi tena usiku wa leo. Usiku wa pili, Abu Hurairah sasa yupo makini zaidi, moyo unapiga, lazima nimkamate kivuli kile kile tena kinaiba, anamkamata leo, lazima twende kwa Mtume rehema na amani zimwendee. Lakini yule mtu anaanza tena kulia, kuomba, kuwapa umaskini, shida, watoto. Huruma ya Abu Huraira inarudi, anamwacha tena. Asubuhi Mtume rehema na amani zimwendee, anamwambia tena atarudi kwa mara ya tatu. Usiku wa tatu sasa si mchezo. Abu Huraira anajua atarudi, anakaa tayari, macho yanachoma giza. Na kweli mtu yule anarudi. Safari hii anapomshika Abu Huraira, hasikii leso ya machozi. Anasema, hapana, hii ni mara ya tatu, sikuachi, lazima twende kwa mtume. Mtu huyu anajua mchezo umeisha, anasema nisamehe, nikwambie kitu ukikifanya Allah atakulinda na mimi sitokukaribia mpaka asubuhi. Sikiliza vizuri ewe msikilizaji, maneno haya hayakuwa mchezo. Utapokwenda kulala soma Ayatul Kursi, ukisoma aya hii Allah atakuhifadhi na shetani hatokukaribia mpaka asubuhi. Abu Huraira mwenye hamu ya khairi anamwacha asubuhi anamwambia Mtume, rehma na amani zimwendee, habari nzima na maneno haya. Mtume anasema kwa maana, amekwambia ukweli japokuwa yeye ni muongo. Unajua ni nani huyo? Huyo alikuwa ni shetani. Wewe jana ulilala bila kusoma Ayatul Kursi, na adui yako ameshakwambia silaha. Je, bado utapuuza? Hebu badilisha mazingira. Si usiku tena msikitini, sasa tuko nyumbani. Fikiri wewe ni Muislamu, unampenda Mtume rehma na amani zimwendee, lakini mama yako, damu yako, anamsema vibaya mbele yako. Unahisi nini? Hili ndilo alilohisi Abu Huraira. Mama yake, wakati fulani, hakuwa Muislamu, alikuwa akisema maneno mazito juu ya Mtume rehma na amani zimwendee, maneno yanayochoma moyo wa mtoto. Siku moja Hatimaye moyo wa Abu Hurairah haukubeba tena. Anaondoka nyumbani, macho yanamwaga machozi, kifua kinabana, anaenda moja kwa moja kwa Mtume rehema na amani zimwendee. Fikiri sauti yake ilipokuwa ikitetemeka wakati akisema, ewe Mtume wa Allah, muombe mama yangu, muombe Allah amuongoze. Maneno anayoyasema juu yako yananiumiza sana. Huu ni uchungu wa mtoto si uchungu wa ego, ni uchungu wa imani. Mtume rehma na amani zimwendee hakumwambia muache, sahau, bali akanyanyua mkono akamwombea mama yake uongofu. Abu Huraira anarudi nyumbani akiwa na jibu moja moyoni, dua ya mtume haisumbuki. Anapokaribia mlangoni, anasikia sauti ya maji. Mama yake anajitayarisha, anaoga, kisha anaita Ewe Abu Huraira. Anamwangalia macho, ya mama yamebadilika, anaanza kutamka shahada, anaingia kwenye Uislamu. Yule mtoto aliyekuwa anatoka nyumbani analia kwa uchungu, anarudi nyumbani analia kwa furaha. Hapa kuna somo kubwa sana. Wakati wengine wanakata familia zao kwa sababu ya dini, Abu Huraira anamkimbilia Mtume rehma na amani zimwendee kwa dua Sio kwa matusi. Wakati wengine wanaona wazazi wao kama kikwazo, yeye aliona kama amana ya kumlingania. Wewe unayenisikiliza, mama yako au baba yako wako katika sala zako? Abu Huraira hakuishi na mtume sallallahu alaihi wasalama kwa miaka mingi kama Abu Bakari na Omar, lakini muda mfupi aliokaa aliochoma kama moto wa mapenzi. Anasema kwa maana watu wenzangu walikuwa na biashara sokoni, nami nilikuwa niko na Mtume rehma na amani zimwendee. Wengine walikuwa wanatafuta dirhamu na dinari, yeye alikuwa anatafuta kila neno kutoka kwa Mtume rehma na amani zimwendee. Anajilaza msikitini, anaishi kama ahalusufa, hana makazi ya kuishi, lakini ana kitu duniani hakiwezi kununuliwa: ukaribu wa kila siku na Mtume rehma na amani zimwendee imepokelewa kuwa kwamba mtume rehma na amani zimwendee aliwahi kumwombea asisahau yale anayoyasikia kutoka kwake, na tumeona matunda yake. Elfu na maelfu za hadithi tunazozisoma leo, nyingi zimetoka kwa huyu mtu aliyekuwa hana chochote zaidi ya mapenzi. Baada ya mtume rehma na amani zimwendee kufariki, kila akisimlia hadithi ilikuwa siyo story time tu, ilikuwa ni maumivu ya kumbukumbu kumbu. Ushuhuda wa mtu aliyeishi na kipenzi chake kisha akamzika kisha akabeba maneno yake katika ulimi wake ili yasipotee. Wewe ukisikia hadithi, amesema Mtume rehema na amani zimwendee, jiulize, wangapi walitoa maisha yao yote ili hiyo sentesi moja ifike masikioni mwako hii leo. Sasa tazama upande mwingine wa maisha yake. Hakuna jumba, hakuna gari, hakuna akaunti kubwa kuna msikiti, kuna njaa, kuna machozi ya usiku. Abu Hurairah alikuwa miongoni mwa wale wanaolala ndani ya msikiti Ahlu Sufah. Mara nyingi alikuwa anaanguka kwa njaa, watu wakidhani anakifafa, kumbe ni njaa kali tu. Lakini usiku wake ulikuwa tofauti. Sehemu ya usiku ni ya swala, sehemu ya usiku ni ya dhikri, sehemu ya usiku ni ya kujilaumu nimefanyia nini elimu hii niliyopewa? Alijulikana kwa unyenyekevu, ingawa alikuwa msimulizi mkubwa wa hadithi, hakujiona supastaa. Alikuwa ni mja anayefahamu, kila hadithi ninayoijua ni hoja juu yangu siku ya Kiama kama sitaifanyia kazi. Alichukua paka mdogo, akawa anamlea, anambeba, wakamwita Abu Huraira, baba wa paka mdogo. Mtu ambaye ana huruma kwa wanyama wadogo, unategemea atakuwa na roho gani kwa wanadamu, kwa mama yake na kwa waislamu wenzake? Sasa, msikilizaji wangu, tumetoka usiku wa shetani na Ayatul Kursi, tumeingia chumbani kwa mama anayemtukana mtume kisha anasilimu. Tukakaa msikitini na kijana maskini anayekimbizana na kila neno la Mtume rehma na amani zimwendee. Tukatembea katika usiku wa ibada wa Abu Huraira. Swali ni moja tu. Utachukua nini leo ukitoka hapa? Utasoma Ayatul Kursi kabla ya kulala kila siku? Utamkumbuka mzazi wako katika dua hata kama hamuelewani? Utatafuta elimu ya Mtume rehma na amani zimwendee? Siyo kama hadithi za kuburudisha tu, bali kwa mwanga wa kubadilisha maisha yako. Kama umefika hadi mwisho wa simulizi hii, basi moyo wako una hamu ya kheri. Usiache moyo huu ufe, subscribe kwenye Islamic Book Story, shiriki simulizi hii na mtu mmoja tu. Labda huyo mtu ndiye atakayebadilisha familia nzima, kama mama wa Abu Hurairah.